Imebaki wiki moja kuelekea mchezo wa makundi wa klabu bingwa Afrika kati ya Simba dhidi ya Petro Atletico ya Angola. Meneja wa habari wa Simba Ahmed Ali amesema wanaendelea kujiandaa na mchezo huo ndani na nje ya uwanja. Taarifa zetu zinaungana na mwanamichezo Jacob Kapaya kutoka Dar es Salaam. Nina mlango Musa. Yes, meneja wa habari wa klabu ya Simba ambaye ni Ahmed Ali amesema mpaka sasa wameanza kufanya maandalizi kuelekea mchezo huo, huku akitaja orodha ya waamuzi ambao watasimamia mchezo huo. Waamuzi katika mchezo wetu dhidi ya Petlo ni waamuzi wote kutoka Congo Brazzaville. Waamuzi wa kati ni bwana Masie Oved ambaye ni kutoka Congo Brazzaville. Waamuzi msaidizi namba moja ni Malondi Yames, naye vilevile kutoka huko huko Congo Brazzaville. Mwamuzi msaidizi namba mbili ni Vital Victim naye kutoka Kongo Brazzaville na mwamuzi wa akiba ama fourth official ni Pierre Jean. Seti nzima ya waamuzi wanne wote wanatoka Kongo Brazzaville. Na maafisa wote wa mchezo wetu wataanza kuwasili nchini Tanzania kuanzia siku ya tarehe kumi na tisa. Tutaendelea kuwakosa wachezaji wetu wawili, nina mlango Musa Pimpin Kamara ambaye ameondoka jana, amekwenda Moroko kwa ajili ya matibabu, na kesho, Mwenyezi Mungu akijalia, ndiyo siku yake ya kufanyiwa upasuaji na baada ya kufanyiwa upasuaji atakaa nje kwa takriban wiki, ku, wiki kumi mpaka nane kwa maana miezi miwili fulani hivi atakosekana kwenye kuitumikia Simba Sports Club, lakini tutaendelea vilevile kuikosa huduma ya beki wetu Abdul Razak Hamza ambaye bado anaendelea na matibabu na yeye vile vile wiki hii yuko mbioni kuelekea Moroko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 Alipojaribu kusema mchezo huo utakuwa hakuna kiingilio, mashabiki na wanachama wa klabu ya Simba walivunja ukimya na kukataa kabisa kusikia neno hilo kutokana na umuhimu wa mchezo huu, yeah. Kutokana na kwamba tunawahitaji sana mashabiki katika mchezo huu. Ni mchezo wa kufungua pazia ya hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika, ni mchezo muhimu kweli kweli, ambao tunatakiwa kuanza vizuri kampeni yetu, tukachukue alama tatu. Kilichoamriwa ni kwamba mechi hii itakuwa ni bure. Ikiwa mashabiki wa Simba hawataki kuona mchezo wa bure upande wao. Sasa bei ya kiingilio ipandishwe kutoka Temeke jijini Dar es Salaam. Mimi ni Spiderman Jacob Kapaya. Asante, uh, Jacob Kapaya kwa taarifa hiyo. Ah, hii sio movie. Mashabiki wenyewe wale wako ule uwanja watu elfu sitini. Mashabiki yetu wanasema wataki bule wote wale wanaweza kuwa wanaingia kwa complimentary. Eh, inawezekana kwamba hatutaki, akili moyoni wanajua. Wote wanaosema hatutaki, wale waliokuwepo pale wanasema hatutaki, wanaingia kwa, kwa, yeah. Kwa, mm -hmm. Wow, kwa tiketi za complimentary wanawasemea watu wako majumbani huko, pengine wanasema hawa vipi, wanazuia hii seleleko watu waliopata. Lakini je, je alikusudia kweli kwamba tangazo, hakuna kiingilio sasa? Lakini pia akatangaza viingilio, si ndio? Vi, viko baa si, post zao si nini, sold out, zishaanza sold out. Ah, sasa n ndivyo ilivyo na inavyotakiwa kuwa. Mimi ndio nasemaje, ilitakiwa leo bure, na maana waliofanya maamuzi mda huo huo wakatoa taarifa na kupanga vingilio vitangazwe. Script imeenda vizuri, script imeenda vizuri, watu hawataki Eh, wale wale waliokuwa pale wanasema hatutaki bure, huwa wanalipa, labda wanalipa walisia mimi sioni, si kama yani Simba wanahitaji kuingia kwenye mtego wa kwanza, kuruhusu mechi zao zionekane bure kwa sababu okay, ni mtego mm. huo mtego ukishaingia huo mm. kutoki na, kama mlishaamua kukaa katika eneo la kwamba nyinyi iwe mvua iwe jua eh, mechi mm. zenu zote as long as long eh, kalenda inajulikana, wa mashabiki watalipia kiingilio kwa ajili ya kuangalia mechi zenu. Kwa nini mjadala ije mingine ambayo? Na kwanza, hivi Simba walishawahi kufanya bure mechi yoyote? Sikumbuki ya kimashindano rasmi. Wewe watoe wapi udhubutu huo kusema bure sijui, lakini kama watu watakumbuka ishawahi kutokea watatukumbusha. Nyakati zinabadilika sasa, labda anataka anataka masa iwe kubwa uwanjani, inawezekana. E, pengine pointi tatu ndo wanazihitaji zaidi kuliko fedha ingawa wao hata watu wa elfu sitini hawaingii uwanjani, makelele yao wanapigia juu ukibanisha. Mm. okay, nini asikotongea ngine unaambiwa, una ukiwa na hamasa kubwa inakumotivate kupata zile kuibuka na mshindi mm. Sasa wale watu nazawapiga kelele kwa kumotivate mm, bado hawaingii kucheza wale, wataishia kupiga kelele jukwani kushangilia mm. Lakini tafiti zinaonyesha wanawao wanashiriki moja kwa moja kwani mechi mechi, labda niulize kitu kimoja. Uwanja wowote uliokuwa umejaza watu wa timu fulani, ile timu lazima ina, <laughs> <Hey, laughs> <doomza laughs> yani hey, wewe eh hey. kwa hiyo bado kinachohitajika hey, ni pale kwenye pitch eh, ni wale wale hawa mashabiki waje mm. wasije lakini, pale timu iandaje mm. kushindana mm. Sadao pia Simba ni wanga kwa michuano hii mm. eh, yeah, kama unakumbuka hatua za awali zile Jwaneng Galaxy mm. yafanya fanya mambo hapa mm. kipindi kile cha nyuma eh. Yeah. Eh yeah. Sasa yeah. Sasa ile mtoano na timing ile makundi tunayo hizo mechi zote zinaenda tofauti. Michuano ni ligi ya mabingwa barani Afrika. Ndio yeah, nasema sasa. Kwa hiyo so, kwenye kujaza yani wakati mwingine yanarudi yeah. Pale pale. Yeah. Kwenye kujaza na kuiandaa timu uwanjani. Vitu yeah. yeah. vitofauti. Ni mm. tofauti. Kwa hiyo Simba wanahitaji na timu zote, katika timu zote wawakilishi wote wanne, Simba ndo kabaki Benjamin Mkapa peke yake eh, sababu wengine sio, wametoka, wako Zanzibar eh, wako Zanzibar, Singida Black Stars wako Zanzibar, Azam wako Zanzibar, Yanga wako Zanzibar. Kwa hiyo Simba peke yake ndo kabaki hapo Lupaso, yani wote wanaamini uwanja ule wa Simba. Sasa hatujui <laughs> wow, <wow, wasuwa> <laughs> <laughs> na wengine wamekwenda kule kwa minajili ipi? labda inawezekana ya mazingira ya kule na nini labda anaweza akawa rafiki zaidi kwao wao kwa, kwa, kwa, kwa, kuliko mgeni. Itosha kusema pia Zanzibar Auna. ni sehemu ya Tanzania, ndio kwa hiyo Yanga sio mara ya kwanza ina kucheza kule, kujadili hivyo aiondoe Utanzania wa Zanzibar ajadili <laughs> uwanja eh, wa Benjamin ah, Mkapa. Kwa nini timu zikimbie ziwache Simba? Wao wameamua kwamba kwa sababu Yanga uwanja ule wa amani sio mara ya kwanza nda kucheza katika michuano ya ligi ya mabingwa Afrika vivyo hivyo kwa Singida mm. si ndio? mm. mechi ya mm. msimu uliopita Singida na Yanga eh, mechi ilichezwa kule eh, Black Stars. Ilipigwa kule, mm. mm. Azam pia ni moja kati ya viwanja ambavyo kushacheza kule. Kwa mimi sioni kama ni shida kama wanaona kwamba wao wavuke maji 9 kule. Unajua sasa, Eh, eh sawa, yeah. Sababu si wajama. Wakati kwa Mkapa mechi tatu. Eh, sawa. <laughs> <laughs> Kwa watu wajienda kupiga mbizi kwenda Zanzibar kufuata mechi nyingine. Nah. So, kawaida spoti zipo tu hapo. Eh. Hey. Uwanja huu tunazungumzia Benjamin Mkapa ambao kufungwa kufunguliwa, kufungwa, kufunguliwa umekuwa ni kama sehemu ya maisha kwa mm. siku za hivi karibuni mpaka mm. inatoka inatoka tamko kwamba jamani, mm. asa hivi ubadilishiwe hadhi kwa ajili ya Ligi ya Mabingwa na mechi za dabi e, na mechi za kimataifa, ni yes. Uwanja rasmi wa mechi, sio tena, sio kila mechi, mechi chache za kimkakati. Mechi za kimkakati zile zenye mm. mechi za daraja A ndio zinachezwa pale.